Alipofika ofisi ya dean of student, ndio moyo ukaanza kumwenda mbio sasa, kwa sababu anajiuliza, hivi nimeitiwa nini? Lakini pamoja na yote, kwa nini nilivyokuwa njiani nakuja watu kama walikuwa wananitazama alafu wanaoneshana, yule pale, yule pale, yule ni kitu gani ambacho nimeitiwa? Sasa pale ndo akaanza ku realize inawezekana kuna ishu kubwa ambayo imenileta, sio kawaida mimi mwanafunzi kuitwa ofisi ya dean kwa barua. Ingekuwa tu kitu bana yeye eh, unaitwa ofisini pale, nimeandikiwa ni barua na, lakini wakati nakuja, kila mtu ananitazama, lazima kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Basi kashusha pumzi, akagonga mlango, kasikia kama yeye, basi kaingia ndani. Sasa ofisi ya din iko meza ziko mbali kidogo, anapokaa kiti na meza viko mbali, alafu, kutoka pale mlangoni mpaka ufike pale anapokaa, ni ka distance kidogo. Basi unaambiwa kwa Asia ile distance ilikuwa ni kubwa sana kuweza kufika pale, miguu inajikanyaga, na vitu kama confidence yote imepotea. Chumba kimejaa harufu ya sigara. Basi Dini alikuwa amegeuka upande wa pili kama ana print kitu hivi, akawa amemgeukia, ameshusha miwani. Basi bila kumwambia kitu, akarudi, akakunja barua alikuwa anatoka kwenye printer, akatia kwenye bahasha akamkabidhi alafu, ndo anamwangalia usoni, anamwambia hivi, what were you thinking? Watu wote ambao tulikuwa tunawategemea, na wewe umejiingiza katika upumbavu. Tulikuwa tunakutegemea Asia. What's wrong with you? Vijana wa siku hizi mmekuwaje? Asia pale aelewe ni nini hichi kinachozungumzwa, ikabidi amwambie kwani imetokea nini prof? Unajifanya ujui kuna magazeti, gazeti hapa. Akachukua gazeti moja, akamsukumia pale mbele yake, basi kufunua hivi front page, gazeti linaitwa Skendo, front page kuna picha yake, yuko uchi alafu kuna picha, picha nyingine ndogo kama mbili tatu, kichwa cha habari: mwanafunzi wa chuo avujisha picha za siri, alikuwa anamtumia mubaba. Asiana changanyikiwa, mubaba yupi? memtumia picha akili namrudia, what happened nini, nini, nini? kachanganyikiwa kabisa. Basi pale wakati anajaribu kujiweka sawa, haya, get out of my office, toka na uko na masaa sita huwe umeshaondoka katika premises za chuo, utakiwi kuonekana hapa itakapofika saa tisa jioni. Si anatoka pale, anafungua mlango nje sasa ndo anakuta makundi ya watu, kila mtu wanamwangalia, wanaoneshana hey, yule pale sasa, yule pale, yule pale, kila kitu, wengine kama wanamcheka. Ha, na maana mimi peke yangu ndo nilikuwa sijajua hii kitu. Nachukua gazeti, kajifunika usoni, kaanza kukimbia na kimbia bwenini. Na namna sasa alivyokuwa na kitete upande ule wa ile picha, ndo kaufunika umekaa nje basi, mbio mbio mbio mbio mbio mbio kakimbia mpaka anaingia bwenini, anamkuta rafiki yake K roommate amelala kitanda cha juu kapitiliza mpaka kitanda chake chini pale, analia kama nini. Ke anachungulia chini, nini kinaendelea? Analia tu Sia, Sia, hakuna majibu, analia tu. Akashuka akashuka naenda amshika bega, akamsukuma huko. Ke nimekukosea nini? Ke, ke kuniharibia maisha yangu, Ke kwa nini? Ke menifanyia hivi? I thought you were my friend. Uhuhu! kilio kikubwa pale. Ke anashindwa kuelewa nini kinaendelea, basi kuangalia gazeti pale, anaona zile picha. Sasa Kendo anaanza kukumbuka kilichotokea. Oh my God, imekuwaje hizi picha zimefikia gazeti la Skendo? Oh my God, atakuwa ni Amani, atakuwa ni Oh my God. Nimefanya nini? Atamini. No, usini, usini, sijui kinachoendelea, usiniambia kitu, usiniambia chochote.